Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi imetumia karibu usiku mzima wa kuamkia leo kuchuja na kupata majina matano ya mamakada wa chama hicho ambayo yatapelekwa kwenye kikao cha halmashauri kuu kinachotarajiwa kuanza majira ya saa nne asubuhi ya leo. Katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Nape Nnauye amewaambia waandishi wa habari waliofurika katika makao makuu ya CCM mjini Dodoma kwamba atatumia asubuhi ya leo kutaja majina hayo. Mwandishi wetu Marin Hassan Marin anaripoti kutoka Dodoma. Mwendelezo wa awamu ya pili ya kamati kuu ya chama cha Mapinduzi, wakuu wa CCM wanarejea mkutano majira ya saa tatu za usiku hapa Dodoma. Mara hii walitumia saa tano na ilipojiri majira ya usiku mnene, mwenezi wa chama hicho akajitokeza mbele ya waandishi wa habari ambao walikuwa na shauku kubwa ya kujua maamuzi ya tano bora katika kamati kuu. Kamati kuu imemaliza kikao chake, lakini yaliyotokea kwenye kamati kuu na majina hayo tutayatangaza kesho nimemaliza mi sikusema mkae mpaka saa nane liko swali tumemaliza salama tumemaliza vizuri kesho saa nne asubuhi tutakuwa na halmashauri kuu na mnakaribishwa kuja kupiga picha kuja kuchukua hotuba ya ufunguzi karibuni kesho saa nne asubuhi. Kamati kuu ma, ma ma ni yapi? Kilichopo ni hichi, kwa kuwa nimeambiwa, kwa kuwa process bado inaendelea, hayo majina yanapelekwa kesho kwenye halmashauri kuu hiyo saa nne. Kwa hiyo siwezi kulikiuka hilo, naomba mnielewe. Yanapelekwa mangapi? Matano, matano, majina matano. Matano kesho yanakwenda kwenye halmashauri kuu. Majina ya nani? Nikina nani siwezi kusema, nimewambia kweli, inakaa hapa hapa kwenye ukumbi huu saa nne asubuhi. kwa, kwa, kwa nini yanakuwa ni siri? Ni hali ambayo haikutarajiwa na wengi, wengi walidhani baada ya mkutano wa kamati kuu majina matano yatakuwa hadharani, lakini tunaendelea kusubiri CCM. Kwa maneno yao wenyewe wanasema majira ya saa tatu na nusu leo asubuhi hadi saa nne majina hayo yatakuwa yamewekwa bayana. Mimi ni Marina Hassan, basi na hayo ndio yaliyoendelea kwa usiku kucha hapa mkoani Dodoma.